Poianza Jumatatu yako ya leo, ikiwa leo ni Jumatatu uh, ya mwisho ya mwezi wa tatu, ninakuombea kwa jina la Yesu, kila pando asiolipanda Baba wa Mbinguni kwenye biashara yako, ilo pando naling'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu pando lote asilolipanda Baba wa mbinguni katika ofisi yako ilopando naling'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Pando lote asilolipanda Baba wa mbinguni katika riziki zako inaling'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Pando lote asilolipanda Baba wa mbinguni katika uchumi wako ilopando naling'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Inakutamkia kwamba, siuki unapomaliza mwezi huu wa tatu, ukakutae nao tusahii kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako, kwenye mahusiano yako, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akubariki, ukae na mwezi wa baraka, mwezi wa nne. Amen.